Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa jina naitwa Luther Israel Tashobia, ni mratibu wa programu ya wakili iliyoko chini ya Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, Diocese ya Kaskazini Magharibi Bukoba. Na kama mnavyofahamu, siku ya leo eh, kidunia ni siku ya utunzaji wa mazingira au ni siku ya maadhimisho ya utunzaji wa mazingira kwa maana ya World Environmental Day. Na siku hii huwa inaadhimishwa kila mwaka tarehe tano ya mwezi wa sita. Na unaweza ukajiuliza kwamba ilianzaanzaje hii uh, natukumbusha mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa uliofanyika katika jiji la Stockholm nchini Sweden. Na kupitia mkutano huo, kwa maana ya UN uh, General Assembly, ilipitishwa azimio la kwamba kila tarehe tano ya mwezi wa sita itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya maadhimisho ya utunzaji wa mazingira duniani, na kuanzia mwaka 1972 maadhimisho yakafanyika. Na kwa mwaka huu kitaifa maadhimisho hayo yatafanyika eh, katika jiji la Dodoma katika kituo cha mikutano cha kimataifa kwa maana ya Jakaya Kikwete Convention Center, na tukiwa tumeendelea kubeba ujumbe ule ule wa kidunia juu ya utunzaji wa mazingira. Na ujumbe wa mwaka huu eh, tunaenda na ujumbe wa kupunguza matumizi ya plastiki au kupunguza matumizi ya uchafuzi wa mazingira kupitia plastiki, na mwaka huu inabeba hashtag inayosema end plastic pollution. Kwa hiyo mara zote watakapo wanazungumzia katika maadhimisho ya mwaka huu watakuwa wanagusia habari ya kukomesha uchafuzi wa mazingira kupitia matumizi ya plastiki kwa, inaweza ikawa chupa za plastiki, inaweza kuwa mifuko ya plastiki, na kuona ni njia gani nzuri ambazo zitatumika kwa ajili ya kupunguza uchafuzi wa mazingira, aidha kwa kufanya recycle, kwa maana ya kurudisha zile bidhaa za plastiki ambazo zimeshatumika au kujaribu kutumia njia mbadala katika kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi ya plastiki. Kama tunavyojua, plastiki zimekuwa na changamoto ya kutooza na wakati mwingine zinachafua mazingira yetu, lakini kwa upande wa Tanzania sisi hatujabaki nyuma kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu kipenzi Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara ambayo iko chini ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, kwa juhudi kubwa zilizoziweka katika kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki. Kwa sasa Tanzania mifuko ya plastiki haitumiki tena, na tuna imani kwamba juhudi zitaendelea kufanyika katika kupunguza matumizi ya hata hizo chupa za plastiki ambazo zinaendelea kutumika, lakini pia kuendelea kuona njia nzuri zaidi ambazo zitapunguza matumizi ya plastiki ili kuendana na kampeni ya dunia mwaka huu juu ya kupunguza ma, matumizi ya chupa za plastiki. Sasa kwa upande wetu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na sisi hatujabaki nyuma katika siku kuu ya mazingira duniani kupitia programu ya wakili ambayo programu hiyo inajihusisha na utunzaji wa mazingira na kuhakikisha kwamba dunia inakuwa sehemu salama kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili ya kizazi chetu, lakini pia kwa ajili ya kizazi kijacho. Tunayo kampeni ya upandaji wa miti katika maeneo mbalimbali, lakini kupitia kamati za uwakili ambazo tunazo kamati tatu. Kamati ya kwanza ikiwa ni kamati ya Rubale, halmashauri ya wilaya Bukoba vijijini. Tunayo kamati ya Ngenge, wilaya ya Mleba, lakini pia tunayo kamati ya Buongera ambayo iko wilaya ya Chato. Kwa hiyo kupitia hizi kamati, siku ya leo watakuwa na kampeni ya upandaji wa miti katika maeneo ya shule, katika maeneo ya vituo vya afya, katika mazingira ya vijiji vyao na katika maeneo mbalimbali, katika kuunga juhudi ambazo zinafanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia katika juhudi za kidunia kupitia Umoja wa Mataifa katika utunzaji, utunzaji wa mazingira. Na kupitia kampeni hizo sisi upande wa uh, mradi wa uwakili ambao uko chini ya Dayosisi ya Kaskazini Magharibi tutahitimisha tarehe ishirini na moja mwezi wa sita, ambapo tutakuwa na na kampeni ya upandaji wa miti katika shule ya msingi Rubale, lakini pia kampeni ya upandaji wa miti katika shule ya sekondari Rubale. Lakini jioni tutakuwa na mchezo wa kirafiki wa mpira wa miguu ambao wanakijiji watakusanyika, tutatoa elimu juu ya utunzaji wa mazingira, lakini baadaye tutakuwa na mpira mpira wa miguu k kwa kutumia fursa hii nipende kuwakaribisha watu wote, karibuni sana tarehe ishirini na moja mwezi huu katika eneo la Rubale katika viwanja vya shule ya sekondari Rubale ambapo tutakuwa tunahitimisha kampeni ya utunzaji wa mazingira kupitia programu ya uwakili. Kwa kupitia sauti hii nipende kuwakaribisheni sana Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili Kiinjili la Kilutheri Tanzania kupitia programu ya uwakili ambayo inafadhiliwa na watu wa Dan Mission. Tutakuwa pale kwa ajili ya kuhitimisha shughuli za utunzaji wa mazingira. Asanteni sana na karibuni sana.